Hapa Mombasa, hatua kali imeanzishwa ya kuangamiza kunguru wanaolaumiwa kwa kusababisha hasara kubwa katika sekta ya utalii wa pwani. Utafiti wa baraza la utalii Mombasa inaonyesha kuwa kunguru wanagharimu sekta ya utalii takriban shilingi milioni mia mbili kila mwaka. Zaidi ya asilimia 65 ya hoteli za ufukweni zimeripoti ongezeko la malalamiko ya wageni kuhusu sumbufu unahusishwa na kunguru hao, ukipanda kwa asilimia 30 ndani ya mwaka mmoja. Baraza sasa limeanzisha mpango wake wa kudhibiti ndege hao. Mwenyekiti wa baraza Dr. Sam Ikwae anasema shughuli za kuweka chakula kama chambo katika maeneo makuu ya watalii zimekamilika na kufungua njia kwa awamu ya kuangamiza kwa kiwango kikubwa kuanza katikati ya Disemba. From Shanzo to Bambori stretch to Nyali all the way to Tamarind. Wadao wa utalii wanalalamika kuwa uvamizi huu unaathiri kuridhika kwa wageni na kuchafua taswira ya Mombasa kimataifa.

Wanaongeza kuwa kunguru hawa wanafukuza ndege wa asili na hivyo kuhatarisha bayanuai ya pwani. Mungu alimuumba huyu aishi huko India, hiyo mazingira hiyo ecosystem huko imezoea na huyu, na hawa ndege wengine labda wamejifunza kuficha ficha nya kiota chao zaidi kushinda hawa ndege wetu hapa, hawajazoea hawa , so ndio kunguru wanaimaliza hawa ndege sana, so unfortunately hatuna njia ingine za x other than to control them. Tumeona heri huyu ndege uh, aende tu <laughs> maafisa wa baraza wanasema kudhibiti kunguru sasa ni suala la kiuchumi na lazima hatua ichukuliwe ili kulinda na kurejesha hadhi ya utalii. Omar Safe nikiripotia kiripotia Maj Digital TV Mombasa. <laughs>